Alipendekeza kuwa tusome kwa bidii kwa sababu ametujengea shule yetu kwa ajili ya kutuendeleza sisi wasichana. Dr. Samia alipendekeza shule yetu badilishwe jina Samia yetu badilishwe. Nukuu hizo za wanafunzi wa shule ya sekondari ya Beatrice Shelukindo iliyoko mkoani Tanga zilitolewa na Rais Samia hivi karibuni alipofika kufungua shule hiyo maalum ya wasichana Serikali imeendelea kutoa fedha kwa ajili ya kuendelea kuboresha mazingira ya kielimu katika shule hiyo bilioni mojaamojampata wa maabara pamoja na nyumba za walimu. Mpaka sasa unavozungumza ujenzi huo unaendelea na umeshafika asilimia sabini na nane. Matumaini yetu ndani ya

Kamati ya Siasa ya Mkoa wa Tanga inafika shuleni hapo kwa ajili ya kuangalia maendeleo ya ujenzi wa miundombinu ya shule hiyo ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya chama sana serikali ya awamu ya sita ya Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan. Wamekuwa wakienda yani maeneo kupeleka yale mahitaji ya wananchi, huduma za wananchi zimefika mpaka huku vijijini tayari. Hiyo ni hatua kubwa kwa serikali ya Dkt Samia. Ni mtunzaji wa majengo haya. Tumeongea na vijana pale na tumewasisitiza kwamba jamani, angalieni mtunze majengo haya, yaangalieni utunzaji ili kid, kid, unasema kitunze kidumu. Hata hivyo mwenyekiti wa vijana wa chama cha mapinduzi mkoani Tanga Ramadhan Somo anaeleza ni ya rais Samia ya kufanya uwekezaji maalum wa kielimu kwa watoto wa kike, ili tufikie hiyo wanawake hamsini kwa hamsini, lazima tupate wanawake wenye sifa sawa waweze kushindana sawa katika soko la ajira na katika soko la aina lolote ambayo itashindanisha kati ya wanawake na wanaume yeah. Na ndio maana Daktari Samia Suluhu Hassan akaamua kubeba dhamana ya kumkwamua mwanamke ili afikie katika kile kiwango cha hamsini kwa hamsini, wakiwa wako competent, wana maarifa, wana elimu. Omar, Daily News Digital.